jili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhana <tinyan> yangu ni kwamba sote tumekuja kwa ajili ya kumwonyesha Mtume Muhammad kwamba sisi tunampenda na wala sio mbaya kwa sababu ana kila sababu ya kupendwa, na kama ana kila sababu ya kupendwa, maana yake Mtume Muhammad ana kila sababu ya watu kuacha mambo yao wakakaa kwa ajili yake. Hadithi moja tu ambayo ameipokea Sadi ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu, ambayo inaonyesha maana ya Allah kusema, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Allah ndivyo alivyotangaza kwamba wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hakika nimekupa utume, we Muhammad, kwa sababu uwe ni mkombozi wa walimwengu wote. Maneno haya huwezi kuyakuta kwa mtume yoyote aliyetumwa au nabii yoyote aliyetumwa kabla ya Mtume Muhammad. Mtume ni mkombozi sio wa Waislamu tu, wa kila aliye duniani na kila kilicho duniani, kwa sababu alalamin ni jamu mudhakari salim ya alam wa alam huwa kullu ma tarahu wa ma la tarahu yani kullu ma siwa llah fa huwa al alam. Kila kitu, kila mtu, kila kiumbe tofauti na Allah basi kinaitwa al alam. Basi hicho chochote kile kinapata faida kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ananukuu Saad bni Abi Waqas, hadithi sahihi tena, hadi yule bwana mkubwa ambaye akisahihisha hadithi watu wanasema hiyo yeye, hiyoye mutafakun alayhi yeah. Albani pia ameisahihisha hii hadithi. Mtume amesema, saaltu rabbi thalathan

wasaltuhu anla yaj'ala ba'sa ba'sahum bainahum famanaaniha. Chukua hadithi hii umuone Mtume Muhammad katika maisha yetu, ndio utaona tuna kila sababu ya sisi kuacha mambo yetu kwa ajili ya huyu Mtume Muhammad, na ndiyo unaona mashekhe zetu wanakuaga wakali sana kwenye vikao ambavyo watu wamekaa kwa ajili ya mtume, kwa sababu sio vikao vidogo. Huyo aliyemkalia si mdogo. Mtume anasema saaltu rabbi thalathan, nilimwomba mola wangu mambo matatu. Faatani thnatai, Allah akaniambia bana mi sikupi yote, nakupa mawili tu, moja na kunyima sasa sikiliza, alichokiomba Mtume Muhammad kinayagusa maisha yake, kinayagusa maisha ya familia yake, au kinayagusa maisha yetu sisi sote? Swalla alan nabi. Mimi oh, na wewe, tukipata fursa ya kuomba, cha kwanza kabisa tunajiombea maisha yetu. Mungu niepushe na watu wabaya, Mungu niepushe na watu wabaya, Mungu inua maisha yangu. Lakini mtume anasema nilimuomba Mungu mambo matatu, akanipa mangapi? Mawili. Jambo la kwanza anasema sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana, nilimuomba mola wangu asiuangamize asiwaangamize watu wangu bisana kwa adhabu itakayoenea kwa watu wote kwa sababu ya makosa ya watu baadhi Allah, Allah. Na wallahi kama si dua hii ya Bwana Mtume Muhammad, inawezekana sisi leo tusingekuwa hapa Allah. Mtume anasema Allah akanipa. Mtume aliomba Mwenyezi Mungu kwa makosa sisi tutakayomkosea yeye, basi Allah siwaadhibu watu wote kupitia kosa la mtu mmoja ama kosa la watu wawili. Ukisoma watu waliotangulia, umma zilizotangulia huko nyuma ziliadhibiwa kwa makosa ya watu baadhi tu, baadhi tu, ambayo hayo makosa yaliyofanywa wakati huo Leo sisi tunayafanya, si tu tunayafanya, na tunayaediti yaani, na tunayatangaza, lakini tupo katika usalama. Usalama huu tulionao ni kwa sababu ya lindo ama hirzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma Qurani vizuri vizuri, katika suratul Haqa Allah amesemaje?

Kataja nati afuka mwondoa wa mbanootu mwondo. Watu wa Thamud na kusalau lilikuwa ni lipi? Baada ya kumchinja ngamia yule, Allah akafanyaje? Akawaangamiza fauhuliku bitaghia. Allah akawaangamiza kwa ukelele wa ama adun, fauhliku birihin sarsarin di watu waadi, wa Adi Allah aliwaangamiza kwa upepo wenye ubaridi mkali sana, kwa sababu ya makosa yao wote, Allah akawaangamiza. Lakini sisi yale makosa ambayo wao waliyafanya, sisi wao wakaadhibiwa, sisi leo tunayafanya. Kama Allah analeta adhabu, ni ndogo ndogo tu, haziwaenei watu wote, ni kwa sababu ya heshima na mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad kwetu, kwa nini sisi tusiache usingizi wetu kwa ajili ya huyu msome? Soma Qurani vizuri uone huruma ya Bwana Mtume Muhammad kwetu sisi. Musa alaihi salatu wassalam anafukuzwa na Firaun wanafika katika bahari angalia, Allah aliposema: falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Angalia utofauti wa mtume Musa kwa watu wake na utofauti wa mtume Muhammad kwetu sisi hapa anayezungumziwa ni Musa na watu wake. Angalia alipokuwa anazungumziwa mtume alipokuwa na mtu mmoja Abi Bakari ni Siddiqi katika pango, idh akhrajahu alladhina kafaru thani yasnain id huma fi lghari id yaqulu li lisahibihi, hapa id yaqulu li lisahibihi la tahzan inna llaha maana kule kwa Musa kala ashabu Musa, wamefika pale kwenye bahari. Wakasema wafuasi wa Musa baada ya kuona nyuma wanafatwa na Firaun mbele ha, hawana pa kwenda, ni bahari. Qala ashabu Musa, walisema wafuasi wa Musa. Ashabu, wafuasi wa Musa. Inna la mudrakun, inna la mudrakun kwa taukidi mbili, taukidi ya inna na taukidi ya lamul muzahlaqa, wakasisitiza hapa hakuna namna ya kupona sisi, tumeisha Musa. Qala Musa, akasema kalla, hatuwezi kuisha, tuwezi kufaa inna ma'iya rabbi, so inna ma'ana, inna ma'iya Musa, yuko na wafuasi wake, lakini akasema inna maiya, hakika pamoja yangu mimi yuko nani? Sio tu Allah, yuko Mola wangu mimi sio? Unaelewa vizuri, yuko Mola wangu mimi njo. Kwa Mtume Muhammad, Musa yuko na watu wengi, akasema Mola wangu. Mtume Muhammad yuko na Abubakar iz akharajahu alladhina kafaru kule mbele, iz yaqulu lisahibihi, pale ambapo Mtume alikuwa anasema kumwambia mfuasi wake, iz yaqulu lisahibihi, kumwambia mfuasi wake, mtu wake, la tahzan inna llaha maana, Musa yuko na watu wengi, kasema mola wangu. Mtume Muhammad yuko na mtu huyu mmoja. Umma ya Bwana Mtume kwenye maisha yetu eh? sijui mmeona nafasi ya Mtume kwenye maisha yetu eh? Maana sio yule tu Abibakar, hadi sisi watu wa huko Kiblatain inna llaha maana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.